Karibu katika Mohamed Tok. Leo tutamzungumzia hayati Dkt. John Pombe Magufuli, rais ya awamu ya tano jo, uh, wa Tanzania ambaye, ta, ambaye anakumbukwa kama kiongozi aliyebadili sura ya utendaji serikalini na miundo mbinu ya nchi. Ana, alijulikana kwa jina la utani la Buldoza kutokana na uchapakazi wake kwa nguvu na kauli mbiu yake ya umaarufu ya hapa kazi tu. Mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa mpaka mwaka elfu moja themanini. Maisha ya awali ya Dokta John Pombe Magufuli, alizaliwa tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa wilayani Chato, mkoa wa Geita, wakati huo sehemu ya mkoa wa Kagera. Alitoa alitoka katika familia ya kawaida ya wakulima na wafugaji. Elimu yake alisoma shule ya msingi na sekondari, seminari ya Katoke na Lek sekondari Mwanza, kabla ya kujiunga na shule ya sekondari Mkwa wa Iringa na kwa kidato cha tano na sita. Alijiunga na chuo cha ualimu Mkwawa na kupata shahada ya ualimu sayansi kemia na hisabati. Baadaye alijiendeleza na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM na kutunukiwa shahada ya kwanza ya uzamili na hatimaye shahada ya uzamifu PhD ya kemia mwaka elfu mbili na tisa. Kazi kabla ya siasa: alifanya kazi kama mwalimu wa sekondari shule ya sengerema na baadaye mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza, Nyanza cooperative Union. Mbili, kupanda ngazi kwa siasa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano Magufuli aliingia rasmi kwenye kazi za siasa za ushindani mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tano Ubunge aligombea na kushinda ubunge kwa jimbo la Chato, awali Biharamulo mashariki Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano alilithibiti jimbo hilo kwa miaka ishirini bila kushindwa kutokana na uchapakazi wake aliteuliwa kuwa ali, kutokana na uchapakazi wake aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali na marais Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete, naibu waziri na baadaye waziri kamili wa ujenzi. Hapa ndipo alipojijenga jina la buldoza kwa kusimamia ujenzi wa barabara kwa ukali. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi. Aliwahi kukamata meli za uvuvi haramu ya Wachina. Alirejea wizara ya ujenzi mwaka elfu mbili na kumi na kusimamia miradi mikubwa kama barabara kama barabara za juu flyovers, pamoja na daraja la Kigamboni. <clears throat> mwaka elfu mbili na kumi na tano, mwaka na tano mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na moja Mwaka elfu mbili kumi na tano, Chama cha Mapinduzi CCM kilimpitisha kuwa mgombea uraisi, akiwashinda vigogo wengi wa chama hicho. Alishinda uchaguzi mkuu na kuwa rais wa